na kutegemea sana kwenye hii mission. Natumaini. Thank you. Huto <laughs> uniangusha. Sasa shemeji la ukiachana na yote nimekutana na mama mwenye nyumba. Anasema nakupigia simu simu yake utaki kupokea. Kwa nini usipokee simu yake? Shemeji, mimi mama mwenye nyumba sijamlipa kodi yake muda mrefu. Na wewe mwenyewe unamfahamu yule mama. Wewe ukiongea neno moja yeye ana maneno 11. Sasa unafikiri hata kama nikimpokelea simu yake, tungeweza kuelewana kweli? Ndio maana nikaona bora tu nisipokee. Yaani, bora hata ungepokea simu yake hivyo. Nimekutana naye huko kasema nenda kujitoa aibu, akija hapa kama anavyomjua, Pili Maboga atatujazia watu hapa. Hey, mimi nakushauri tu uondoke shemeji. Asa, shemeji, mimi kama kuondoka nielekee wapi na hii hali ya mguu wangu? Muda wote mi niko hapa, sina uwezo wa kuondoka kwenda popote pale. Kwa hiyo, kama yeye mwenyewe ameamua kuja kunifanyia vurugu sawa, mimi sina budi kubaki hapa nimsubiri tu aje kwa sababu hiko ndo kitu pekee ambacho kitampatia faraja. Pole sana kwa matatizo shemeji yangu, maana yake haya majanga. Asante shemeji, lakini mama mwenye nyumba anajisahau tu. Mbona pindi nikiwa nayo pesa ikifika tu kodi nampatia pesa yake, lakini sasa hivi sina hiyo pesa. Natamani sana kumpatia kodi yake lakini sina uwezo, lakini anashindwa tu kunivumilia mama mwenye nyumba, sijui hata shida nini mm.

Umenistua sana bwana, nilikuwa mbali mawazo yangu. Wana nangalia magugu yamejaa bwana, matembele lina meza. Leta habari bebi. Yani babu, mi nimekaa na kufikiria nikaona bora tu uniruhusu niende kufanya kazi mjini, maana sisi tutaendelea kuishi maisha ya babu? Sisi yani mpaka lini? Yani maisha yetu magumu kila siku kwao, niruhusu niende nikajitafutia maisha yangu mjini basi. <laughs> mjukuu wangu Hivi ujio wakoapa wewe uh, unahitaji mimi kuruhusu wewe ende mjini ndio? Sikiliza mjukuu wangu, hapa wewe sisi tunapata tabu gani? matembele eh, yamejaa haya, na mradi mapapai yale pale kibao haya, mi mwenyewe tumbaku ili hapo, unaona nachukua na sokota navuta, sigara sinunue sigara mia ndi unaenda mjini kufanya nini? Hmm. Sawa babu, mimi nimekuelewa, lakini babu, ukikaa tu yani, hata wewe mwenyewe yani, ufikiria hapa, siku moja uje uumwe, mimi sina uwezo wowote wa kusaidia wewe, yani hata upate tu hata ile dawa. Lakini mimi nikiwa nikiwa zangu mjini, nikiwa nafanya kazi, napata visenti na kutumia huku kijijini. Nisikilize bibi, naekwambia utie akili kichwani kwako. Sio, unakuwa unaleta maneno ya kano tu, kichwa changu na kiharibu kinakuwa kama unakipiga cha chandu. Sikuelewi elewi. Nisikilize nikwambie, mjini kuna mateso. Unapotegemea kwenda kufanya kazi na kwenda kufanya kazi kwa mtu, si ndio? hayo ni matatizo. Sasa hivi hao wenye hela wenyewe hao wanaitwa matajiri, wana manyanyaso. Mamaako alikuwa kama wewe ubichi, akaenda mjini huyo bosi aliyompata anataka auswe miguu anauswe sura apigwe pigwe, sibulaki kapata adhabu, kuvulwa amani kama jahanamu ya pili. Matokeo yake kapata na ujauzito, mimba wako wewe, kaja hapa, kaniachia we mjukuu wangu, ndo mpaka leo tuko wote, yeye katokomea hadi siku hiyo. Na wewe tena unaleta ndimu ile ile mjini, mjukuu wangu Wacha kuona mjini. La, huyo daktari anafanya udaktari wake, anachoma sindano, anakula tembele. Akirudi mwanajeshi ali mabunduki na mabomu. Akirudi ah, anakula ubwabwa, umelimwa ugali, umelimwa maini tembele. Wewe mjini kuna nini? Wewe tabu gani unapata hapa, mjukuu wangu? Redio liko ndani kule. Nakwambia tunabaki hapa hakuna cha mjili. Halafu lingine sasa, kwa sababu bebi wangu nakupenda ndani ya moyo, mikuu wangu ambaye nimekukuza mwenyewe, umeona hii huu jiti, unapopata shida popote, hali imekuwa mbaya, unapata manyanyaso ya ajabu unakosa raha kwenye moyo wako, maudhi yaliyokisiri uvunje umti kamata, uvunje, pa nakupa hii. kama simu hii ndio telefoni ya asili nini? telefoni ya asili eh, hey! Unapovunja umti kama umenipigia simu, muda huo huo mimi napata taarifa, mjukuu wangu kuna tatizo. Popote ulipo mimi nafika dakika Si unajua kijiji chote hicho, unanijua kama mimi nani? Kaa ujue mjuku wangu. Si unajua hapa kijijini wanavyonihofia, hii ndio mwashawasha wa. Mimi mjuku wangu, mpaka kunguni wanaogopa kuniuma hmm. e, kunguni ya kiuma wamashara hmm. Chuma cha reli ichuma... Siwezi kufanya kitu, wasamee za wasamee, wasamee hawajui walitendalo. ila shoga yangu tumefanya kitu pambe, au umeonaje? Yani shoga yangu yule Kado kaingilia vipi kwanza? Yani kwanza nilikuwa na mtamani yule, ni mvunje mvunje, ni tupe kabisa chini yani. Wamenikela mimi wale, hata mkungute vipi, mchanga keta vumbi, kifusi na bado mwaka huu wako utasugua guu sana, dada. Ona sasa, Kendi watakuja wakuumiza wale. Hivi unahisi nini kingetokea hapa kama nisingefika kwa wakati? Mwanamke mzuri, mrembo, wewe si wa kupitia changamoto hizi. Sasa sikia, nikwambie, mimi nakupenda, naahidi kukubadilishia maisha yako, endapo tu ukikubali kwa nanii. Hivi we Kado wewe, na wazimu eh? Alafu sikia, nikwambie wee taarifa zako nimezipata. Umekuja pale nyumbani umempiga mume wangu mpaka umemtonisha tena kidonda chake, kisa hiko chako ah, elfu kumi chako? Sikia nikwambie, mume wako mi namdai zaidi ya shilingi elfu kumi, namdai pesa nyingi sana, ila sio shida. Nikwambie tu, naahidi nitamsamehe pesa zote ambazo namdai. We wewe juu kama mi nimeolewa Sikia ni kwambie, mimi najiheshimu sana na pili namheshimu sana mume wangu. Alafu mimi sio tepi yako. Tepi yako wale kule wa elfu mbili mbili wale, mbili, wale, namba unikome nitoe katika fungu lako la kipumbavu. We vipi wewe? Subiri subiri! Wewe kumbe jeuri sasa, kumbe ningejua ningekuacha wangekuadabisha kidogo. Subiri wambie waji kama wanawake kweli, kama sija kuabutu hapa, mnipisheni Oh, wow. Hongera wow sana bibi harusi, bibi nini una, ni? una sababu za kunificha kwa sababu naelewa wewe ndio mwanamke ambaye umechaguliwa na Kai bosi wangu, na wewe ndio bibi harusi mtarajiwa. Hapa nilipo ni, Yeni... ni moja kwa lengo la kuhakikisha usalama wako, unajua unakwenda wapi unatoka wapi, ili uweze kuwa salama zaidi. By the way, nilitaka kujua hapo unaelekea sehemu gani? Nilikuwa naelekea shopping kuchukua makeup. Makeup okay, basi ngoja unipe namba yako, ili tuweze kuwasiliana. Lengo ni kuhakikisha usalama wako unakuwa vizuri, okay. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Karibu. Asante. But take care, okay? Okay. Kwa makini sana, na bahati aa, hasa bosi umekuja, baada ungeniambia tu, jamani, kimnakupenda unaanza kuzunguka eh, Mungu wangu, matajiri hawa. Huko chakuna kuyo atakoma. Alo, shogangu. <laughs> So leo ni naombea shoga yangu yaani sio ombea, ili jambo jema hivi unayoma, naenda kuolewa. Niulize na nani? Naenda kuolewa na Boss Kai, katuma kabisa bodigadi wake <laughs> naolea mimi jamani, ki. Niache jamani, jama nitakupigia Penda Mbona kama alivyonikumbatia mapigo yake ya moyo ilikuwa inaenda kasi sana. Mm, sio mara yake ya kwanza alishawahi kushika mikono yangu kwa upendo. Shikamo kaka, nguo zako tayari nimeisha zifua na nimezinyosha ziko chumbani kwako. Mm, Zawadi, kwa nini muda wote kichwa chako kinawaza kazi? Kwani mimi siwezi kukuitia jambo lingine ukiachana kazi? Hmm? Alafu mbona muda wote upo serious? Maana tangu uhamia kwenye hii nyumba, inadra sana kuna tabasamu lako. Kuna shida yoyote kwani? mdogo hmm, wangu nilisha kuambia ukiwa hapa jihisi upo nyumbani, hapa ni kwako. Kama kuna changamoto yoyote usisite kuniambia, sawa? Tabasamu basi kidogo. <laughs> Zawadi, mbona upo rafu hivyo hapa hmm? Ni mgeni, lazima uwe smart oh? <laughs> Samani kaka. Usimshike mkono yangu hivi. Oh. <laughs> Naomba unisamee kama nimevuka mipaka. Uh, by the way, kuna swali nataka nikuulize, lakini naomba usinifikirie vibaya. Hivi hii imekaaje kwa mzazi kumchagulia mtoto wa kiume mwanamke wa kuoa? maana nashindwa kuelewa. Kwa upande wangu kweli, kwenye dunia ya leo mzazi anakuchagulia mpenzi? Labda nikuulize wewe, kwa upande wako huko kwenu, ulipokuwepo ushakuchagulia mwanaume akukuoa? wezaad abe madam samani kaka madamu Sasa itakuwaje kama Boskai ameamua kunipenda? <laughs> Hapana, haiwezekani babu alinikataza. Ulimwengu wangu, ulimwengu mjukuu wangu, mjukuu wangu sio mchezo. Ukisikia dunia ndio hii hii, ndio dunia, dunia mjukuu wangu, mjukuu wangu imefurahi sana, yani imefanya kila jambo, nabaki ah, kidogo najisikia unyonge, unyonge bebi wangu unaniache. Lakini mjukuu wangu, ombilako mimi nilipitisha uko mjini unakokwenda huko, nakuruhusu wende, lakini mjukuu wangu zingatia haya ninayokuambia. Unapofika huko mjini, cha kwanza kabisa, pale inapoishia gari pale, kwamba hapa gari ndio mwisho, wanaita hapi Mbezi, pale usinyanyue mguu wako kwanza, sijui kuvuka barabara si, tulia hapo hapo, ukishuka kwenye basi weka simu tajiri yako haja ya kuchukua hapo hapo, hilo la kwanza. La pili, hayo ni mambo muhimu ya kuzingatia, ujua, weka akilini. La pili, kwa huyo tajiri yako, ukifika hapo nyumbani kwake, usije ukaingia kwenye mtego wa mapenzi na tajiri yako. Juku wangu umeumbika, mashallah tajiri yako anaanza kwanza uchu udaauaaa, usikubali. Usije ukaingia pia kwenye mahusiano na mtoto wa tajiri yako, wanakuwa wajanja janja wanaleta ile fedha, baby kula hii, anakuwa usikubali. mapenzi wangapi huyo alafu usije ukachukua maneno ya nyumbani kwenu hapo unapofanya kazi kwa tajiri yako, ukayapeleka nyumba nyingine. Naomba unielewe na uzingatie hilo, sawa. Baba mimi nakuahidi nitafanya kama ulivyonielekeza. Nashukuru na huona ubongo huo huo sasa. Basi usije ukakubali kuniahidi hayo, ukakubali hata mama yako aliniambia, hadi akakubali hivyo hivyo. Usije ukaenda huko ukarudi hapa una tumbo tayari, ushakubandika, baba ajulikani, takuwa sikuelewi, tutakorofishana. Bebi wangu, nachokwambia zingatia niliyokueleza, epukana na mapenzi, fata kazi, usiwe tena wewe sharawadu, unachukua wapo kwa kazini kwa utajiri yako unayapeleka nyumba ya pili mambo ya ushaaadu usiwonayo. Mjukuu wangu, uende na sifa nzuri. Kumbuka sisi maisha yetu yako chini kuliko uko unakokwenda kufanya kazi. Zingatia kusaidia yo. Sawa babu, mimi nimekuelewa na nitafanya kama ulivyonielekeza. Zawadi! Abee madam. Na iijotu lola anaogesa ngapi? Wewe Zawadi!

Msicheke, hey, mlinisema sijui uolewi sijui una nuksi lakini, sasa nimepata tajiri mtoto yaani, eh, na imepata tajiri mtoto yaani, natetemeka na lingani sasa hivi, natamani tena nene peni sijui na jinsi ni nene, nenda <laughs> kuolewa mzee. Sawa, rafiki yangu, sisi tumekuelewa, lakini hebu tujiulize, umetoka kutuambia Kai alikufuata na nakukuomba uende kumpongoze ule dada wa kazi hapo eh? Afu hapo unasema kuna mtu amekufuata kwamba kaya amekuchagua wewe mke wake. Hapana, hmm. Hata mimi niliamini hivyo, lakini sasa hivi sasa amenitumia mpaka bodyguard wewe. Ndio. Yaani kila ninapoenda nafuatiliwa, inamaanisha hata hapa pia unaponiona nafuatiliwa, sitambi uongo. Yaani mimi nikisema kitu ni nini? Kwa hapo tunalindwa mzee. Mhm. -mm. So, so tunalindwa. Yeah. Mimi ndo Ah, yeah. Yeah. Ah, shoga yangu yote tisa. Yeah. Yeah. Mimi nilichokuwa naomba nikushauri, ete mami. Hmm. Si amekupa date hizo za huyo mwanamke? Yeah, amenitumia I address mpaka picha ya nyumba amenitumia. Basi mimi nilichukua naona hapo. Uende mpaka kwenye hiyo nyumba. Ukamuelezea, oh. huyo msichana uzungumze naye. Hapo ndo utajua ukweli, kama umechaguliwa wewe au huyo mwanamke. Usikute kuna mchezo unachezewa. Ile kazi nishamaliza, unaweza kukalika. mm -hmm. Mbona kila islaisi sana? Ina maana uniamini.